niko na dakika kumi ninyi mko wanne, kwa hivyo naona ni dakika mbili unusu kila mmoja, sawa <laughs> sawa <laughs> tukubaliane, yeah. Nafikiri nianze na daktari, halafu niende ni kwa bwana Irungu, alafu daktari Mbaya, alafu nimalize na mweshimiwa daktari. Mbili unusu kauli yako ya mwisho kuhusiana na siasa na vilevile maendeleo hasa katika eneo la mlima Kenya. Asante sana bwana Nimrod, ningetaka kuambia wakenya kwamba Um, if na utani ni ya radhi kidogo nitumie Kingereza. If we focus on sunshine, the shadow will move away. Um, Kenya tumechoka, uh, kuzungushwa na maneno ya kisiasa ambayo haitusaidii sisi kama uh, wananchi mm -hmm. Tunatafuta viongozi ambao tunaamini kwenye wanatupeleka na pia uh, wanatuamini sisi kwamba tuna, tunaweza kuwa support twende njia moja na safari moja nikitaka kuambia Wakenya kwamba uh, siku njema zitakuja zita baadaye, tuko sawa, tunaendelea uh, kama nchi, we can't lose hope. Uh, kuna yale kidogo labda aendi vi, vizuri, tuna muda wa kurekebisha, lakini pia venye nilianzia kusema kwamba if we want a clean world we must start with sweeping our own compounds. Lazima tujiulize sisi tunafanya nini, viongozi tabaka mbalimbali mbali, mnafanya nini ile yale kidogo mmepewa, ile pesa ya development mnayo, kama ni majimbo, kama ni eneo la constituency, can you honestly account? alafu pia lazima tuwe watu wa kusema ukweli, wa kuweza kusema kwamba kama hakuna maendeleo hayapo, kama yapo, lazima tuyaone. Hatuwezi kuwa kidogo tunafunga jicho moja htuhayoni uh, na sa zingine tunayaona, lazima tuwe uh, uh, watu najua, wa kuaminika. Najua Wakenya ni watu wa kufanya kazi kwa bidii sana uh, ni watu wa kutia bidii najua um, siku zetu za usoni zitakuwa njema kuliko mashida zenye tunapitia. Na pia tuangalie uh, maeneo ambayo environment yenye tuko nayo katika uh, nchi jirani yale yanaendelea, tuchunge sana tusiweze kuleta uh, leta mchafuko ambao unaweza adhri sisi zote, lazima tupime um, matamshi yetu na zile actions ambazo sisi tunachukua, uh, sana sana wenye wanataka uongozi ama wenye wako pale uongozini, tujue leo ni viongozi kesho, tutakuwa tunaongozwa na yale tunataka kufanyia wenye wako viungo, uongozini leo, basi pia sisi tutaweza kuvuna uh, wakati wetu labda tukiwa viongozi no. Asante sana. Asante sana. Bwana Nimrod. Ikiwa kuna muda nitarudi pengine sekunde chache. Bwana Irungu, kuna watu ambao wanatazama Mlima Kenya kwa sasa hivi na wanaotazama kwa njia tofauti kulingana na semi zilizoko. Je, ni wafitini? Je, ni wa kabila? Je, wanatumaini kufanya nini katika mwaka 2027? Unahisi watu na viongozi wa Mlima Kenya wafanye nini kubadilisha taswira ambayo inaonekana kwa sasa hivi katika taifa? Asante sana. Kwanza, kama vile ilikuwa imesemekana pale mbeleni, watu wa mlima Kenya si wa kabila. Andiposa hata 2022 venye tulipatia William Ruto na tukampatia, tulipingana, tulienda kijumbe ya matako ya matakio ya Uhuru Kenyatta na hata tulikuwa na Waihiga Mwaura na alikuwa Mkikuyu, hakupata kura kwa hivyo hiyo kabila hiyo haiko. Kila mwomba ngoma huvutia kwake. So wale wenye wamechaguliwa na wale wanaongelea Mount Kenya lazima waongelee vile wenye wametumwa na ground. So kama mimi nimekuja hapa siwezi kuanza kuongelea maneno ya Turkana, sielewi na sijui. Nitaongelea Mount Kenya. Nitaacha ule wa Turkana aongelea Turkana. Wote tukikuja kwa meza moja, eventually kwa ile meza ya budgeting na iko yenye sasa watasema Mount Kenya wanataka hii, Turkana wanataka hii, ili yote ipangwe ile kelele imekuwa mkitoka Kenya ni kelele inatoka nchi yote ya. Kwanza maneno ya development, kila mtu anasema tunataka development. Tuliona development kwa Kibaki, tuliona development kwa Uhuru, hata saa hii tunataka development. Hiyo pesa iko, kwa hivyo hiyo si Mount Kenya peke yake, ni kila mahali. Pili maneno ya ufisadi ya, tumeona pesa ya ya, ya, ya umma imeanza kukosewa, maana inaibua zaidi kuliko hata mbeleni iko watu wale wa, wanaongea uh, next, uh, projects inatengenezwa anatengenezwa project, pesa zinapotea, so tunaendelea kusema hatuna pesa. Ilali pesa iko, ni kuiba, imeibiwa. Ukumbuka Gen Z even mwaka uliopita hakuwa na shida hata kidogo about uh, kuongezwa uh, taxes. Shida ilikuwa ile yenye naokoto saa hii inaenda wapi? ya, tatu uh, niyo maneno ya taxes. Finance bill, uh, inakuja kulikuwa na overtaxation ukiangalia pay slip ya watu imepungua sana. Ukiangalia wanabiashara kila siku wanakimbizana na KRA, lazima tuangalie how do we build this economy without overtaxing and mwisho ni maneno ya pending bills. Pending bills zinaenda kufika almost 1, 1 trillion. They are 7, 800 billion pending bills inamaanisha iko mtu alienda kwa bank akakopa pesa akafanyia serikali kazi bure ajai kulipwa banks the non-performing loans zimefika 16% that's why banks hazikopeshi biashara lazima serikali itafute njia yoyote inaweza ianze kulipa hizo pending bills kwa sababu that is the, the, then mwisho hii maneno ya sha. Yeah. Sha, ilikuwa inafanya kazi yeah, nilikuwa kemsa tukijaribu tuki kuzindua na kuongelea maneno ya sha, sha haifanyi kazi President asikize asikie ile kelele yenye inatokea sasa. Wanataka hata kuongeza zaidi, nilisikia Moses Kuria akisema wataanza kudeduct kwa mpesa ya watu. NHIF iko na deduct kwa mpesa ya watu na bado NHIF ilikuwa nafanya kazi. Wacha rais askize, uh, sauti na kelele zile zinatoka kwa ground. critics, critics, shida yao kila critic anataka a better Kenya for us all. Asante. Uh, Dr. Mbai uh, ni najua ni washauri wa uh, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, kitu gani abadilishe katika sera zake? Maanake kuna wengi wanahisi kwamba kwa kuendelea tu kumshambulia Rais William Ruto inaonekana ndio kazi rahisi ya kujiendeleza. Kuna kitu kingine anauza kama sera? uh, asante sana uh, kwanza yeye yeah, hakuna hakuna mali anashambulia Rais actually anajitetea kwa Rais kwa sababu ya kushambuliwa, hakuna eh, no, mali anashambulia Rais kwa sababu hatuko hay, hayuko kwa hiyo rig already Ya, Actually, the question should be this way. hebu tuambie serikali aache na kazi Gachagua, kwa sababu walimuimpeach. Wacha wacha ajipange, chama inakuja, mimi itakuwa na mikakati kutakuwa na sera za hiyo chama vile itakuwa, na inaendelea na kazi, ni mingi kwa hivyo, kwa hiyo kuzuduliwa hiyo kazi itafanyika. Lakini acha niseme hivi, mimi nawaomba tu, kwa sababu mimi ni mtaalamu wa mambo ya, ya peace and conflict sana, na napenda sana Kenya hii, tafadhali it's not right system itengeneze It narrative ya kupiga one region ilikuwa pale, mmoja akasema kuna watu wanajifanya wao tu ndio wanaweza ongoza. Ili ili sema tu rais akiwa the second day, mbunge akasema tutazunguka Kenya hii. That narrative ni broad, is still alive. Mimi nataka niombe system na serikali na viongozi, tafadhali, let us not go there, don't try to paint one region bad ndio uweze ku incite other people against the region. It's not right, it's not fair, it's not ethical, it's not moral, it's ungodly. ya tatu wa, watu ya mlima kama wa Kenya wengine bado wanangojea maswali na mi huwa nasema Nimrod. Ukiuliza swali, jibiwa. Wacha watu wasianze kushikwa na trans, unao kushikwa na, unao kushikwa wasiwasi na kuanza kuongea mbaya. Bado wanangojea mambo ya sha. Hii 2.5% yenye gadungwa, alisema auditor general, ni nani anakura? Ndio maana waone kama watatoa. Uwezi niambie nitoe pesa, lakini kuna mtu auditor general mmoja mnamlipa mshahara, alisema kuna mtu anachukua 2.5. Number two, housing fund iko na maswali kama tano haijajibiwa wacha maswali ijibiwe. Mambo ya hiyo pesa ilichukuliwa 60 billion ikawekwa kwa bond, what was the intention? what happens when you are kwenye shamba yao na maungiji yao walimkama, hawa maswali ijibiwe polepole pole, bila pressure, bila makasiriko. Tukimalizia, mimi ninakuomba tu unipatie nafasi wale familia saba walikufa pale Mai Mahiu wanazikwa kesho emburu emburu pale Gilgiri kesho six members, mmoja alizikwa jana. Na niseme nitoe pole kwa wakazi wote hao watu Kamiridhu, watu Maimahio na pale ambao tutakuwa kesho kuwapumzisha six members wa, tena director wa vocation training wa Nakuru County anazikwa leo pale bahati. Again, hii mambo ya barabara, when you talk about this road, kwa sababu kawanjiko anaonekana ametumwa both ya kona, kama ametumwa kujibu mambo ya executive na bunge, wacha tu nimwambie watu wa Nakuru na, muli, na Rift Valley wanangojea tuambiwe hii utuelezee hii barabara, akuje watuelezee hii barabara, ni tolling ni pesa ngapi, nani alipatiwa kadarasi, pesa ile ilikuwa ya French na hii ni gani, na hapo ajue katika mambo ya matakwa ya watu ya Nakuru. Hii barabara ya Lironi ilikuwa ifanywe na serikali ya Uhuru. Kwa hivyo so far hatuna barabara hii mwaka, hatuna. Hatuna barabara upande ya Nakuru ya hii serikali. Hiyo ilikuwa ya Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo mimi niseme pole kwa, kwa familia ya David Mwangi ambaye wa saizi wako pale ya Jamhuri High School, mazishi tafanyika pale Solai baadaye na wale ambao tutapumzisha kesho, wale watu wa, wale, wale watu sita wa familia moja. Asante. Nafikiri ujumbe wako umefika. Uh, thank, thank you Nimrod. Unajua now I understand the reason why Nyakela was fired by Uhuru Kenyatta I mean, lazima pia tuambiane ukweli he has been the PS treasurer he's, no, he's not talking like a Rayman he has been the He understand the systems. He understand whether there is anywhere because the moment you start telling people, that you know, we know pesa imekuwa ya Mwai Kibaki pesa imekuwa katika Uhuru Kenyatta hata hii serikali tunajua kuna pesa The same president who was saying we are losing 2 billion shillings per day from the government operation. So it's not, it's not a William Ruto problem. It's a Kenyan problem. Na daktari hapa alisema even if you are given a responsibility You have a duty and a mandate ya kuhakikisha kwamba hii kazi umepatiwa how are you doing it He was the chair Kemsa We saw it the other day hapa wakati he was the chair during that time hii maneno ilikuwa imesemekana kuna maneno ya 3 billion shillings ya Sasa, net. Uh, uh, you know, yeah, he was the chair at that particular time chairman. Whether he was the chair or not, he was utampatia nafasi, mm. utampatia nafasi ya jibu. So some of these issues that we are talking about, they have some responsibility as an individual and what you are supposed to do. The same guy is saying SHA is not working. It is okay. He's saying that NHIF was a better operations let me tell you Nimrod publicly speaking, corruption yenye ilikuwa ina happen katika NHIF. it It was was not beneficial to the public. It was beneficial to to to the the public. a few few individuals. Because we We we, we are are all all, Kenyans. Who are no we cannot, we, it's it's, all, it's it, they are also known, There also is, is is some few hospitals here, Donaona, even, right now. People start stating, saying that Kuna Deni hawajalipa since when? So the question we are asking, if SHA is not operating from January, to now wewe ukihakikisha ya kwamba umetengeneza watu, the system is operational, inaanza kutoka chini. Wakati mtu ameingia hospitali you can be able to hold it and say for sure, huyu mtu amekuja ku cream hii pesa ama ana cream hii pesa from sha, kwa kweli ametibiwa, because the system can be able to see ulienda ukafanywa diagnostic, ulipigwa picha gani. There is a clear picture and prudent use, usage ya pesa ya raia. There must be teething issues and I agree

Tuko na challenges za teething issues because some hospitals feel, tulikuwa sisi kazi yetu ni kukaa chini, kutengeneza claim form, tunapatia NHIF, as long as you know Nimrod, anaenda pale nyuma ya tent and the civil servant anaingia pale nyuma ya tent, anahakikisha Nimrod anaenda pale nyuma ya tent, and the civil servant anaingia pale nyuma ya tent, anahakikisha umelipwa unamtorea kadi yake, dunia inaendelea. Lakini ukitengenezewa hospitali kwetu Karuri, uende na cool level 4 hospital. Your details are there. Someone can be able to verify. No, because I see, let, let me even say number two

hata widia makitoka 2027, let me finish, na shida za miaka, unaona, laisa akijaribu kung'ang'ana nayo tunaongea mambo ya ya sha already there are people who are benefiting, who are mili, who are benefiting benefiting from the the the the the the NHIF so at the end of the day, <laughs> the of the of of day wakati tunajaribu kutatua shida ya health na ndio tunasema tupatie rais benefit benefit benefit doubt doubt doubt because because he's a Kenyan the benefit of doubt, we see what he can be able to do because it's unfair as as as i finish, as i as i finish as finish let, me ask you and, and, it it it is is is common sense Nimrod it is not not even fair for us. even even fair fair for for us funding model as a member of parliament hiyo tutakuja siku hiyo <laughs> siku nyingine <laughs> wanawake so, on my part <laughs> finance uh, bill kwanza kemsa sikutaja baba ya vendors ni namna tunasema mkate ndio kukuza brought to kemsa after the scandals <laughs> the nets i'm actually the one who came and cleaned up all those issues at kemsa was there Nupi. corruption in kemsa was there corruption yes but after i came to kemsa back our who was the life, person behind it, it okay. you have not had one single claim of corruption uliza uliza Nyakera who was the time oh, the, the kera. Kera. who was behind the corruption hii maneno ya sha venye tumeongelea, I'm not a medic, yeah? He's not a medic, madaktari wenyewe wamesema it's not working. Asanteni. Bwana Irungu Nyakera B Asaite. ya mwisho ni, ah, nipeane pole zangu, nipeane pole zangu kwa watu wa kwetu pale Gashie at the same uh, that happened kuna watu walichomeka pale kwetu I think the day before yesterday. Tuambie pole ni sana, tuendelea kushirikiana na wao wao watu ambao baya nasema wanazikwa kule Gilgil. It's quite unfortunate, ni accidents za barabara walikufa watu sita from the muru constituency which is within Kiambu County. Tunawaambia pole ni sana, because mambo ya uhai na kifo hiyo ni mambo ya barabara, lakini mambo ya barabara tutatengeneza Sa nyingine hata tukiwa na tofauti tunaweka ubinadamu. Alan Mugambi, nasema asante sana. Salamu zetu JKUAT kwa wanafunzi na wengine. Tungezungumzia masuala ya gen Z, lakini tutakuja tuzungumzie hisia za gen Z kwanza wa mlima Kenya. Mi sijui kama mmewaweka kwenye matako yenu ama la, mheshimiwa Daktari pita Mbaye, anasema asante mtazamaji. Shukrani kwa kutazama hadi wakati mwingine kwa hii. <laughs>